Karibu tena kwenye chaneli ya Kuku Farm. Hii chaneli inakupa fursa nzuri kwa wewe ambao una mpango wa kuanza biashara yako ya ufugaji wa kuku, au tayari upo kwenye hii biashara ya ufugaji wa kuku, uweza kujifunza basi mambo mbalimbali ambayo utakusaidia wewe huweza kufahamu jinsi gani utaweza kufuga kuku kwa mafanikio, lakini pia jinsi gani utaweza kudhibiti changamoto ambazo huenda zinatokea kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku ili kusudi uweze kufanya vizuri na mwisho wa siku uweze kupata matokeo mazuri zaidi. Jina langu naitwa Lembo Kija, mfugaji ambaye napenda sana biashara ya ufugaji wa kuku. Kupitia hii video, ningependa ni share na wewe jinsi gani utaweza kupata maarifa ambayo atakuwa ni practical, na jinsi gani utaweza kuyatumia maarifa ili kusudi akusaidia kuweza kufanya makubwa kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Inawezekana kabisa wewe ni mfugaji ambaye unataka kubwa ya kuanza ufugaji wa kuku, au tayari upo kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, lakini changamoto kubwa ambayo inakuathiri ni kushindwa kupata mafunzo mazuri ambayo yatakuwa msaada kwako na kwenye ufugaji wako, mwisho wa siku uweze kufanya vizuri ufugaji wako basi unaweza ukapata mafunzo mazuri zaidi kupitia eh, shirika ambayo linatoa mafunzo ya ufugaji wa kuku na hili shirika lipo maeneo ya Morogoro na hapa nilipo ni maeneo ya Morogoro milima ya Uruguru. Na kama unavyoona hapa nipo eneo zuri sana ambalo nimekuja eh, na wenzangu kuangalia, lakini pia tumeenda eneo la vitendo ili tuweze tu kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na kitu ambacho tumejifunza na walimu ambao wametufundisha. Na inawezekana wewe upo mkoani, upo Mwanza, upo Mbeya upo e, Morogoro, au upo Shinyanga, upo Tunduma, upo Iringa, maeneo yote hayo unaweza ukafika Morogoro bila changamoto yoyote. Cha kufanya ni wewe kuamua uanze mafunzo mara moja. Na inawezekana unajiuliza nitawezaje kupata mafunzo au nitawezaje kufika kwenye hilo eneo ili kusudi niweze kupata mafunzo. Usiwe na wasiwasi, kuwa na amani kabisa. Cha kufanya ni wewe uchukua namba ambayo inapita hapo chini ili kusudi uweze kuwasiliana moja kwa moja na walimu ambao watakusaidia wewe kuweza kupata mafunzo mazuri kabisa. Lakini pia kama ukishindwa kuchukua hizo namba, unaweza ukaniandikia mimi kwenye comment hapo chini ili nikusaidie kukuunganisha moja kwa moja na walimu ambao wana uzoefu wa kutosha kulingana na eh, jinsi ambavyo wanafanya ufugaji wao, lakini pia kulingana na jinsi ambavyo wanatoa mafunzo kwa urahisi kabisa. Binafsi nimefaidika na mafunzo haya kwa sababu eh, kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sijavifahamu vizuri kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, lakini kupitia hili shirika la kagua daftari limeniwezesha kuweza kufanya makubwa kwenye eh, swala langu la ufugaji wa kuku, na naamini nikitoka hapa nitaenda kufanya vizuri ufugaji wangu wa kuku. Hili shirika ni shirika ambalo linakusaidia wewe kuweza kufanya vizuri kutoka eneo ambalo unaishi na kuku, na kwenda eneo ambalo unaenda kufanya biashara ya ufugaji wa kuku. Inawezekana wewe upo nyumbani kwa sasa hivi, lakini unaishi na kuku, basi ukishaingia kwenye mafunzo ya eh, kagua daftari ili shirika itakusaidia sana wewe kuweza kujifunza jinsi gani unaweza ukafanya ufugaji wako wa kuku kibiashara zaidi lakini pia jinsi gani unaweza ukarahisisha upatikanaji wa e, vitu mbalimbali kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku ningependa nikupe e, ofa ambazo zitakusaidia kuweza kujua ukija kwenye hili shirika la kagua daftari kwa maana ya KADI ni vitu gani ambavyo utakuja ujifunze? Kuna vitu baadhi ambavyo utakuja ufundishwe kwa makini kabisa na vitakusaidia sana kuweza kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Cha kwanza utakuja ufundishwe aina ya kuku pamoja na tabia zake, lakini cha pili utakuja ufundishwe jinsi gani ukizalisha kuku au mayai unaweza ukalipata soko. Utakuja kufundishwa namna ya kulipata soko kwa uhakika kabisa kabisa, ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Lakini pia eh, kitu cha tatu utakuja upate mafunzo mazima kuhusiana na jinsi gani unaweza ukafanya ujasiriamali wako ukaweza kufanya uwekezaji kupitia ufugaji ambao unafanya, ili kusudi uweze kufika mbali, lakini vilevile kuna baadhi ya vitu ambavyo utakuja uvipate kama vile connection na vitu mbalimbali mbali. Na ukiachana na hayo, utakuja upate pia jinsi gani unaweza ukajifunza masuala mazima ya kompyuta kwenye eneo e, lako la ufugaji wa kuku na uzingatie tu ni kwamba tunakoelekea sasa hivi, kuna uwezekano mkubwa zaidi wewe kama mfugaji e, ukaacha kutumia kumbukumbu kumbu za kutunza kwenye madaftari. Basi kupitia hili shirika linakupa fursa pia ya wewe kuweza kutumia kompyuta e, kwa maana kwamba linakufundisha jinsi gani unaweza ukajifunza kuhusu kompyuta, lakini pia ukaweza kutumia huo ujuzi ambao umeupata na mwisho wa siku ukaweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na jinsi gani unakuza swala lako la ufugaji wa kuku na utafika mbali. Na mwisho kabisa ni kushukuru kwa wewe ambaye umeangalia video mpaka mwisho. Naamini nitakusaidia, itakusaidia sana kuweza kujua mambo mbalimbali ambayo ni muhimu sana kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Asante sana, ukutane katika video nyingine.